Paralympic Open Swing Gala kwa mara ya kwanza shule ya Mtazi wameorganize shindano hili, na lengo la, la mashindano haya ni kujaribu kutoa uh, fursa kwa watoto wenye mahitaji maalum ya kushiriki katika mashindano ya kuogelea. Endelea michezo nchini kwa kawaida anaanza na ushiriki. Kwa maana hiyo, kama Wizara ya Michezo, lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba michezo kwanza inachezwa na watu wanashiriki sio na ndio maana naweza mkaona ili kuhakikisha kwamba michezo inachezwa na watu wanashiriki wizara ina vyombo vyake baraza la michezo ulipokwajila y kushesha michezo unafanyika na, na wanasimamia lakini wizara haikuishia hapo ina idara ya michezo ambayo inaangalia maendeleo ya michezo kwa ujumla nini kifanyike na kusapoti watu wanapostahili kusapoti. Kwa hiyo, na pia tuna taasisi nyingine kama vyuo kama mnavyofahamu sasa hivi, niko pale kama mkuu wa chuo cha maendeleo ya michezo, na kule kwenye chuo cha maendeleo ya michezo kwangu mimi hii ni fursa pia kuangalia kwa sababu sasa hivi serikali pale Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imejitolea na inajenga akademia kubwa mm. ya kwanza ya michezo nchini pale moja ya, machi, ya, ya michezo takaokuwa na inafundishwa na, na, na, na kuangalia vipaji, kulea vipaji ni swimming mm. Na kwa maana hiyo kutakuwa na swimming team ya wachezaji wa, wa kawaida na swimming kwa watoto ambao wana mahitaji maalum kwa sababu hizo zote ni timu za kimataifa, za kitaifa kima kima kima kima kima na kimataifa kwa kwahiyo tuwape vijana nafasi kwanza ya kushiriki na kwa kuwapatia vijana nafasi ya kushiriki, tuangalie vijana ambao wana uwezo wa kuendelezwa kwa maana ya vipaji na hawa baadaye ndio akuja kuwa washiriki wa timu za Tanzania kwenye shirikisho za taifa. Ndo jukumu kubwa la wizara ya michezo, wadau mbalimbali wajitokeze katika kusaidia serikali. Ndio maana serikali ya Tanzania sasa hivi ina embrace sana PPP, naita naita private, public, private, private partnership, sio watu, watu wadau wa private. Tukishirikiana na serikali, nadhani michezo kama inaweza ikafanyika wenyewe. Mnaweza mkaona hapa nyuma mabango, sio masponsa wengi ndio wamesababisha ye kitu kufanyika bila huenda bila ya kitu kama utegemea serikali peke yake, kitu kama ta nafanya mara moja kwa mwaka. Lakini ukijumuisha nguvu na wadau wengine unaweza kufanya mara sita kwa mwaka. Serikali na chipin mara sita, mdau na chipin mara sita, vitu vinakuwa vizuri na mambo yanakuwa kwa hiyo kinachofanyika hapa leo hii ni, ni, ni initiative nzuri ambayo serikali inaunga mkono. Ili watu washiriki katika michezo lazima wa, wawepo wawezeshaji na viwepo viwezeshaji. Hapa naongelea miundombinu pamoja na walimu ambao wanastahili kufanya ho kwao. Niombe ni, ni pia nyinyi hii ni la kwangu sasa, nyinyi watuugovya habari ongeeni sana ya mambo, ili watu wasiwafiche tu wa watoto ndani, wape nafasi, wajitokeze, au tunakuwa na potentials za mwenye mchezo ambazo watu wengine hawawezi kuzia watoto eh, wenye masu akili. Michezo atia mojawapo ya kufundishia hu, wajifunza kupitia michezo vitu kama hivi leo, kwa wao ni hatua kubwa sana, sababu kwa wao michezo inajenga urafiki. E, baadhi yao huwa wanafichwa ndani, kutolewa sema kama hizi lautana, wenzao wanapata mwanga, ile dunia ipo hivi. Ya, kwa hiyo ni kitu muhimu. Nimejisikia vizuri kuja kushiriki mashindano na nimefanya vizuri. Ni kitu ambacho kinanifanya niendelee kufanya hili jambo, na kwa upande wangu mimi mchezo wa kuogelea naupenda sana. Nimeshiriki kwenye event tano. Nimeshiriki kwenye event ya Freestyle mita mia moja, kashiriki tena breaststroke mita 50, nikashiriki tena baadae tena nikashiriki breaststroke mita 25, na baadaye nikamalizia kwa freestyle mita 25. Lengo yangu sababu mchezo mimi naupenda, na nafanya vizuri, natamani niwe, natamani nifike mbali kwa mchezo, nifike mbali umchezo kwa burudani, bali iwe fursa, iwe nisema kujipatia kipato.